Uchaguzi ni haki yako, kuchagua kiongozi mtakaye. Kura yako haki yako, jitokeze siku ya kupiga kura. Ninaitwa Mwalimu Benjamin Mshandete, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Sikonge. Jumla ya vifaa ambavyo tumepokea kwa ajili ya zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kwanza tulipokea awamu ya kwanza vifaa kwa ajili ya mafunzo, vifaa ambavyo vimesambazwa kwenye vituo vya mafunzo vyote. Vifaa vya awamu ya pili, tuliletewa vifaa kwa ajili ya zoezi. Vifaa hivyo vya awali tumesha vipeleka venye vituo ngazi ya kata na tumesambaza, na vifaa vilivyopokelewa ni pamoja na vituturi, masanduku tisheti kofia, ambavyo tayari vimeshafikishwa kwenye vituo vya kuhesabia kura. Kwa ujumla, katika jimbo letu hili la Sikonge, natoa wito kwa wapiga kura wote ambao wamejiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, awamu ya kwanza ilifanyika mwaka 2024 na, na awamu ya pili imefanyika mwaka 2025. Wote ambao walijiandikisha ninawaomba wajitokeze siku ya Jumatano ya tarehe 29 2025 kwa ajili ya kwenda kuwapigia viongozi wao, wakianza na kura ya rais wa bunge pamoja na madiwani. Kwa jina naitwa Ndoma Kizenza Masonga, mkazi wa Kanoge. Kesho asubuhi tukiamka salama, taenda kwenye kituo cha kupigia kura, na tawashawishi na wenzangu tukaondoka nao ukiwa watano kwenda kupiga kura. Kesho nitaamka asubuhi taenda kupiga kura mapema tu. Uchaguzi ni haki yako kumchagua kiongozi mtakaye.